Ushawahi kujiuliza kwa nini wanawake wengi hushindwa kubeba ujauzito au kubeba mimba kutokana na kutoka na uchafu ukeni? Hii ni sababu, wanawake wengi wanapokuwa wana changamoto ya kutoka na uchafu ukeni wenye harufu huwa unapelekea mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, PID huharibu mirija ya uzazi. Jambo la pili, tunasema mashambulizi haya huweka mazingira magumu ya huke pia tunasema harufu mbaya ukeni huwa inaenda kuharibu kiwango cha pH iliyopo ukeni. That means huyu mwanamke mazingira yake yanakuwa ni magumu, ndio maana ukumbwa na miwasho na harufu mbaya mara kwa mara. Ila vilevile mwanamke anapotoka na uchafu ukeni, hii huwa inasababisha kiwango cha kinga ya mwili kuwa chini zaidi. Hivyo basi kama wewe mwanamke unapitia hali hii hakikisha unajitibia hiyo hali mapema. Sometimes unaweza ukabahatika kubeba mimba, ila mimba hizi zisizidi chini ya miezi mitatu zinakuwa zimetoka. Na mimi nipo kwa ajili ya kuhakikisha unakuwa salama na unaweza kupata hitaji la moyo wako, niza kuwa nawe hatua kwa hatua mpaka unapata kusudio lako, yani unaipata tiba ambayo ulikuwa unaitaka na unaweza kuitwa mama. Hakikisha unanifollow ili usije kukosa video inayofuata.